Ok, hapa ni shamba la migomba na kama unavyoona tumefunga mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone katika shamba hili la migomba na maji yanatiririka vizuri. Mfumo huu unasaidia ku, kumsaidia mkulima ambaye anatumia ndoo katika kumwagilia aweze kumwagilia shamba lake kwa, kwa urahisi na kwa haraka. Uwezi kumwagilia kwa ndoo miche mingi sana ya migomba. Ni vizuri ukatupigia simu tukaja kukufungia mfumo huu wa matone katika shamba lako unaokoa muda kwa kiwango kikubwa sana, na unaweza kulima eneo kubwa sana kwa gharama nafuu, bila ya kuwa na stress endapo utakuwa umeadopti mfumo huu wa matone. Kama unavyoona hapa, kila shina mpira umepita na kuna kidude kinaitwa emitter ambacho kinamwaga maji katika kila kitundu. Kwa hiyo, karibuni sana. Mfumo huu ni mfumo wa kisasa ambao utakuwezesha kulima eneo kubwa bila ya kuwa na stresi za umwagiliaji kwa njia ya ndoo. Shamba kubwa uwezi sambaza maji kwa ndoo, takiwa ufungi fumo matone katika shamba lako la migomba. Kwa hiyo karibuni sana, piga simu inaonekana hapo 0620 35 45 79.